Dakika tisini za mchezo wa nusu fainali ya kwanza kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao umepigwa katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar zimekamilika kwa Simba kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri goli pekee la mchezo huo likifungwa katika dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza, pale friki ikilopigwa na Jinja Zewa ilipokwenda moja kwa moja nyavuni na kuiandikia Simba goli la kwanza. Haikuwa rahisi. Mara baada ya kufungwa kwa goli hilo, mchezo ulisimama kwa takriban dakika tatu, mwamuzi akijiridhisha kwa VAR, kiasi cha kumfanya sogee kwenye VAR ili kwenda kuhakikisha kama kweli lilikuwa ni goli halali. Na mwisho si wa siku, Simba wakapata goli la kwanza, goli ambalo likafanya dakika 45 za kwanza goli ambalo likafanya dakika 45 za kwanza kukamilika Simba moja Stellenbosch sifuri. Kipindi cha pili, Simba muja, walianza vizuri na kuweza kupush mashambulizi lakini dakika za jioni dakika nyingine za nyongeza mara, wa. Mara baada ya dakika tisini kukamilika jinchazaua akakosa nafasi ya wazi kwelikweli, mara baada ya kupewa pasi na eli Mpanzu, kisha akasogea na kumpiga chenga ulikipa mwisho akashindwa kupachika nyavuni. Lakini dakika tisini zimekamilika simba ranguza goli moja kwa sifuri katika mchezo huu wa raundi ya kwanza. Jumapili ijayo, siku ya tarehe ishirini na saba Simba atakuwa na kibarua kizito katika mchezo wa marejeano, lakini kwa matokeo haya Simba tayari amekwisha kutanguliza mguu mmoja fainali, ambapo ili aweze kufuzu hatua inayofuata ni sare yoyote ambayo wataipata nchini Afrika Kusini au ushindi ikitokea, ushindi ikitokea wakapata ushindi. Lakini Stellenbosch ili waweze kushinda, ni lazima waweze kushinda kuanzia goli mbili na kuendelea na kuweza kujikatia tiketi ya kuingia katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho mwaka huu 2025. Nini maoni yako? Kimekuvutia nini kwenye mchezo wa leo? Tuandikie kwenye comment hapo, itakuwa vizuri zaidi. Kazi yetu ni kuendelea kukupa up to date pale ambapo zinajitokeza. minetshhani mzina kupata taarifa zaidi kutoka kwetu, tafadhali ungana nasi, Toka zamani TV pale Instagram, Facebook, TikTok, X ili twende sawa.